Samani ya nyota huonekana mpaka usiku wa giza nina, maanisha na maana kwamba samani ya mtu huonekana pale ambapo ukiwa na changamoto. Sasa kwenye kila changamoto unazokutana nazo, wanadamu huwa tunakutana na aina tatu za watu ambazo zinafanya changamoto itokee, zinafanya ikwamue sisi wenyewe kwenye hiyo changamoto na zinafanya tuone njia ambayo ya kupita kwenye hiyo changamoto. Sasa kuna aina tatu za watu ambazo hupaswi kuwasahau pale ambapo ukivuka hiyo changamoto. A, na aina ya mwisho ni muhimu sana kuijua, na watu wengi sana wanawasahau hii aina ya watu. Aina ya kwanza ya mtu ambaye hupaswi kumsahau ni yule mtu ambaye alikusaidia wakati wa changamoto. Huyu mtu ni mtu ambaye alikuwepo na wewe wakati wa changamoto na alitoa msaada wa aina yoyote ile. Na ni mtu ambaye alionyesha upendo na thamani juu yako. Hivyo basi, ukivuka kwenye hiyo changamoto ambayo unaipitia, upaswi kumsahau kwa maana Mungu aliruhusu, alimruhusu kuja kwenye maisha yako ili kukuonyesha njia ya kuvuka hilo jaribu lako. Aina ya pili ya watu au aina ya pili ya mtu ni yule ambaye alikuacha au alikukimbia wakati wa changamoto. Huyu ni mtu ambaye wakati unapitia changamoto alikuacha na alikutelekeza aliku, even if ndio unaweza kumchukia, lakini ni mtu muhimu sana kwa kwa maana yawezekana alikuacha ujijue kujitegemea mwenyewe. Kuna wakati ambao, ili ufanikiwe, inakupasa wewe mwenyewe kujitegemea mwenyewe na ujipambanie wewe. Kama sasa ukitoka kwenye hiyo changamoto, hupaswi kumsahau, kwa maana huyo huyo mtu alikufanye ufanye mwenyewe mtihani huo. Kuna baadhi ya changamoto ambazo yakupasa we mwenyewe uzipiganie mwenyewe ni mradi uwe imara. Sio kila changamoto inahitaji msaada wa watu. Sasa, kutokana na changamoto ambayo ulioipata, inawezekana Mungu aliruhusu ujipambanie mwenyewe, ndio maana aliondoa wale watu ambao ulihisi watakuwa msaada kwako. Hivyo ukivuka hiyo changamoto, upaswi kuwachukia watu na unapaswa uwakumbuke kwa maana walikuwa msaada kwako. Na aina ya tatu ni yule mtu ambaye alikuweka kwenye changamoto, ni yule mtu ambaye alikusababishia shida au matatizo kwenye maisha yako. Ivenefu unaweza ukachukia sana, lakini huyu mtu alikufanya ujue nguvu zako na udhaifu wako kubwa na Mungu anawaruhusu ilimradi kama adia, kukufanya ujaribiwe ili kukuonyesha una, una udhaifu eneo gani ili ujirekebishe na ubora wako uko eneo gani. Sasa ukivuka kwenye hiyo changamoto au ukivuka kwenye hilo tatizo ulilokumbana nalo, upaswi kuwasahau au upaswi kumsahau mtu aliyokusababishia kwenye matatizo hivyo basi usisahau hilo. Hivyo basi, kila mmoja wa hao watu ana umuhimu wake kwenye maisha yako, upaswi kuwasahau kamwe na upaswi kuwachukia kamwe. Onyesha upendo, kwa maana yawezekana pasipo hao usingevuka au singejua eneo lako muhimu, au singejua udhaifu wako, au singejua strength zako. una unapaswa kuwapenda na kuwathamini na usiwasahau.